Zamani sana katika nchi iliyokuwa imejaa sanamu aliishi mtu mmoja aliyeitwa Abramu. Lakini siku moja Mungu alimwita na kumwambia, ondoka katika nchi yako, jamaa zako na nyumba ya baba yako, wende katika nchi nitakayokuonyesha. Nitakufanya kuwa taifa kubwa. Mwanzo 12:1-2. Bila kuuliza maswali, Abramu aliti aliondoka kwa imani, bila kujua anaenda wapi kwa sababu aliweka tumaini lake kwa Mungu. Hapo ndipo safari yake ya imani ilipoanza. Mungu alimwahidi kwamba uzao wake utakuwa wengi kama nyota za angani, lakini miaka ikapita na mke wake Sara hakuwa na mtoto. Hata hivyo Abrahamu aliendelea kuamini. Biblia inasema, Abrahamu alimwamini Bwana naye Bwana akamhesabia jambo hilo kuwa haki. Mwanzo 15:6. Mungu alitimiza ahadi yake Wakiwa wazee sana, Abrahamu na sara, walizaa mtoto waliyemwita Isaka. Kwa Mungu hakuna lisilowezekana. Lakini Mungu alitaka kuijaribu imani ya Abrahamu, akamwambia, mashukue mwanao, mwanao wa pekee umpendaye Isaka, umtoe awe sadaka ya kuteketezwa. Mwanzo 22. Fikiria uchungu wa moyo wa baba huyo, lakini Abrahamu alitii tena Alipofika mlimani akamfunga mwanawe na kuinua kisu, lakini mara moja malaika wa Mungu akamwita Abrahamu, usimue mtoto sasa, na jua ya kuwa unamcha Mungu. Mungu aliona moyo wake wa uaaminifu. Badala ya Isaka, Mungu alimpa kondoo dume wa kutoa sadaka. Mungu akamwambia tena, kwa sababu umetii sauti yangu, mataifa yote ya dunia yatabarikiwa kwa uzao wako. Uh, Mwanzo 22, 18, alivyokuwa baba wa imani, Yesu Kristo mwenyewe alitoka katika uzao wake ili kubariki ulimwengu wote. Mwishoni mwa maisha yake, Abrahamu aliishi kwa amani na baraka nyingi. Alikuwa tajiri kwa miaka, tajiri kwa baraka na tajiri kwa imani. Biblia inamwita rafiki wa Mungu. Funzo kwa maisha yetu leo: imani siyo tu kuamini, asi ni kuamini na kutii hata wakati hatuelewi kila kitu nasi tutaona ahadi za mungu, Mungu zikitimia katika maisha yetu. Neno la Biblia: pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, Waebrania 11:6. Mwisho wa video, kama unaamini kuwa Mungu bado anatenda miujiza, weka na andika kwenye maoni, nataka kuwa na imani kama ya Abraamu.